Mama pole na safari jamani. Asante mwanangu. Maana yani, mimi nikajua ushakuwa mwana kijiji huko moja kwa moja, yani mjini mtaacha wenyewe tu mama yangu. Si najua tena mwanangu, nisingekuepo mimi pale nani angesimamia mashamba yetu. Yeah? Lazima nisimamie ili tuweze kufikia lengo. Ila ni kweli maana bibi saizi umri nao ushazidi kwenda hata nguvu zianza kufanya kazi tena hamna bila kumsaidia unafikiri naye ataweza kufanya yote. Wewe sasa unarudi ukakae na bibi yako pale. Kumbe ushalijua hilo? Safari ya kijijini nakuuza, basi ina shida mimi, tapanga ratiba niangalie, nikakaa hata mwaka huu <laughs> Wewe kweli tena mama. Ay, nidanganyi kaka. Shikamoo, kusijajua kabisa kwamba ni upo hapo Mama, Awatu ambao tuliozungumza jambo gani naye tunakushakucha? maana kila kukicha unajipya sasa, sema tuliozungumza kuhusu pesa au kuna lingine tena mbaoungumza, napenda hela kama kuna sura baba yako adakachukue pale kwenye mto a kuna shilingi elfu ishirini chukua, chukua elfu kumi elfu kumi yangu hapo hapo. iache hapo hapo sawa. sasa, sasa kaka, haina shida. Lakini mama Unajua kashakuwa saizi sio mtoto tena kama zamani. Kumpa mpa hela mama. hata kama sio kweli mama, kumpa mpa hela mama. Mimi sijapendezwa na hiki kitu Abdul, mwache mtoto adeke, huyu ndio wakati wake. Hivi huoni kama wewe na yeye mmepishana sana? Hata wewe ulideka, hata kama mama lakini huyu saizi atakiwa atafutiwa hata kazi ya kufanya yani aende hata gereji. Ona, anajiachia kabisa yani anajisahau kuna leo na kesho, upo, na kesho wewe haupo naye. Nataka nimpe hizo hela mamangu. Mwache mtoto Abdul, wewe mwenyewe ulideka sana, angalia hata umri wako, wewe na wakwake vitu vili tofauti. Mama sijafurahishwa nalo hata kidogo. A, tuachane na hayo bwana. Mimi nimekaa kijijini kule hivi nafika kama miezi sita au kama sio saba, hmm, sindio? nimerudi mjini nikiwa na shauku kubwa sana, yaani na ile bashasha kutaka kujua kuhusu mkwe wangu. Vipi mpaka sasa hivi, kuna lolote shauku? Usha kuagizwaagizwa vibungo, maembe mabichi Samani mme wangu, unajua nimeacha hela nyumbani, kwani unakuwa msaurifu hivyo? Mke wangu, samani, dakika moja tunarudi. Jitahidi basi, usiniweke hapa, kanijua, unajua jua kali. Haya, nakuja sasa hivi. Anko. Vipi anko? Eh, salama. Mbona umesimama juani peke yako? Ah, kuna mtu mmoja anamsubiria hapo, kafika hapo nyumbani, mama mmoja kaniambia nimsubiri hapo, kuna sehemu tunaelekea. Eh, ah. Vipi? Mimi niko poa ila naona umewaka hatari. Nashukuru <laughs> sana sana. Aya, na mimi naelekea nyumbani. Ah, sawa. <laughs> aya, bye. Ah, baadaye. Bahati. Asante kwa kunisubiri. Mke wangu. Ningenikosa. Jukumu wangu kufanya hivi. Haya, tunaweza tukaenda. Mama angu da. Bila bila, bila, bila unamaanisha nini? Yaani, mama, mihangaiko yote kupambana kwote unachokitaka hicho lakini bado hakijafanikiwa. Mbona ni muda mrefu sana? Oh! Ni au mwanangu wewe ndio mwenye matatizo? Mimi ni mama yako. Kama utakuwa na shida yoyote wewe niambie. Nisije nikasema mtoto wetu ndio ana shida, kumbe mwenye shida ni wewe, mke wako anakufichia siri, maana hayo yote yanawezekana. Unalosema mama, anaweza likawa kweli. Lakini leo mimi naona bora tu nikwambie tu nini tatizo, ili mradi msiendelee kukaa na mashaka kama hivyo ulikuwa nayo kiwalisia. Mama, matatizo mimi sina, ila shida kubwa iko kwa mke wangu. hmm. ana shida gani? Pole sana mke wangu, maana hakuna alitarajia kwamba ili jambo likikuwa zito kiasi hicho kuongu toe wasiwasi, mke wangu, haya mengine ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Lakini kao, ukijua mumeo bado anakupenda sana kwa dhati, kikwazo hichi kisie kikasababisha kuvunjika moyo na kuhisi ya kwamba eti naweza nikakuacha kirahisi namna hiyo. Bado anakupenda na bado anakuhitaji katika maisha yangu, kwa kuwa na imani kwamba maisha yataendelea na amani na furaha itaendelea kutawala ndani ya familia yetu. Mwangu, unaongea tu sasa hivi, kuna kipindi utahitaji mtoto, kuna kipindi utahitaji furaha ya mtoto wako, lakini wewe sasa hivi unanipa moyo tu. Mimi naumia, najua kwamba unaumia, na hata mimi pia inaniuma, kama binadamu na kama baba ambaye anahitaji kuwa na familia lakini hichi ni kikwazo kimoja hapo ambacho kipo katika maisha yetu, ambacho hatuwezi kukikataa kamwe na hatuwezi kukiepuka. na kusi tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, tuendelee kuwa na imani thabiti. Mambo mengine yote yanawezekana, changamoto tu za kidunia ambazo tuko nazo na hata haya majibu ya dokta ambayo tumetoka kuyapata yasikuvunje moyo yasikunyime imani, kwa maana kuna nyakati vile ni vipimo tu, kwa sababu ni vipimo ambavyo vimetengenezwa, vina uwezo kukosea. Lolote linaweza likatokea kwa wakati wowote. Kwa hiyo mimi nakusii, mke wangu, kwa dhati ya moyo wangu, nomba usikate tamaa. Hivyo ndio ilivyokuwa cool. Hilo mimi kwangu ni gumu sana, yaani hilo siwezi kulipokea na wala siwezi kulivumilia. We mwenyewe unaona kabisa kwamba sasa uzee ndio huu hapa, ndio nishaanza uzee. Unataka nife sijaona wajukuu zangu? Hicho kitu hakiwezekani. Ninachoomba kuanzia sasa, achana na mke wako. zisizoandikwa usoni lakini zinachoma rohoni. Nilipenda kimya kimya, nikavunja mipaka ya tamu. Moyo kanichagua mahali palipokatazwa. Oh, upo hivyo, kuna shida yoyote? Basi niambie kama kuna shida. Hapana mama, jana alinipigia simu akihitaji nikamuone, maana amerudi kutoka kijijini. Hey, mama karudi? Maongezi gani ambayo mkamongea hata mimi sijui? Unajua mama akitokaka kijijini waga anapenda tukapige stori, ansimulia habari za bibi pamoja na mashamba, jinsi alivyo kule kijijini. Ko, ndio hivyo, lakini kiwalisia, mi nimeamua kumwambia mama kila kitu kinachotuhusu baina yangu mimi na wewe. Nimefanya hivyo kwa ajili ya kuzuia maswali, maswali ni magumu mengine kuyajibu, siawezi kwa wakati. Jamani, Imenibidi nimwambie kwa maana, bila kumwambia leo, maswali yangeendelea kunitafuna katika moyo wangu. Yaani, kuna nyakati nashindwa kulala kwa amani kwa sababu ya hayo maswali tu, na ukizingatia, we ni mtu wangu, kuacha siwezi. Kwa hiyo imenibidi nimwambie tu kwamba maisha yetu yako katika design fulani, yapo. Hajanipa jibu lolote mpaka dakika hii. Sasa yanazungumzika, mke wangu, usijali wala nini. Mengine tutamaliza taratibu panapo majaliwa, ila mimi naomba kwa sasa niende nipumzike. Sababu kichwa changu hakiko sawa. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm zisizoandikwa usoni lakini zinachoma rohoni. Nilipenda kimya kimya, nikavunja mipaka ya tamu. Moyo kanichagua mahali palipokatazwa. Usiku ulitufunika. Siri kachukua pumzi, asubuhi kanikuta nikiwa ni Naona tu upo sawa, haupo sawa, yaani unajisikiaje? Yaani kaa kichefuchefu tayari wewe? Anti, unamaanisha nini? We tayari utakuwa una ujauzito tena, ni vyema bora sasa, so hivi tutoke hapa tuende hospitali ukapima. Umenielewa? Sawa. saa furaha isielezeka, si unanielewa? <laughs> Yani siamini kama mko wangu sasa anaenda kuwa baba ya familia na anaenda kubadilisha future ya maisha yake. Hivi unajua huyo mtoto atakayezaliwa atabadilisha maisha ya Kacha. <laughs> Yani siamini kama vile naota kwa sababu unajua kuna muda sisi tuna yani ile swala lake la kuwa yeye sijui muuni anajifanya msela smart, si unajua sisi hatulipendi kwoo. Mimi na imani kabisa huyo mtoto zakaenda kuzaliwa atambadilisha kata kila kitu, na atakuwa baba bora wa familia. Yani hey, Mungu afanye yopesi kwa kweli. <laughs> Lakini anti, ile swala mimi nilikuwa nilikuwa naomba kata sijue mapema aje kujua uko mbele Hebu kwanza, kwani huu ujauzito siwakacha? Ndio, ni wakacha hasa. Mbona kama vile ujiamini fulani hivi, una mashaka mashaka ama ni <laughs> sawa. Sasa kama yeti, wakati unajua jambo ni wakacha, kwanini eh? ati mm. Swala nisimwambie, wakati unajua jambo ni ya furaha, yaani si familia yetu yote ikisikia ni tunaweza tukafanya hata party, sijui unanielewa. Sasa kwa nini simwambie kwa harakaharaka, kwa nini? au nataka e, mm, <laughs> kumfanya surprise. Yaani hapa nafikiria siku mtoto atakapozaliwa, mimi nataka nilete kibeseni anti, kama anti, sio matatizo yangu, sijui unanielewa. Yaani naleta kibeseni mimi, nataka nini nifanye shughuli yani Hello baby. <laughs> umerudi basi nisubiri ni subiri nakuja niokumisi mpenzi wangu nisubiri bwana <laughs> sikiliza shoga yangu mimi naenda naomba utangulie nyumbani, nitakuta nyumbani, maana hapa, yaani, furaha yangu imezidi kuongezeka maradufu, si unaniona? Tangulia nyumbani. mm -hmm. Mm -hmm. Kuna dhambi zisizoandikwa usoni lakini zinachoma chomaroni. Nilipenda kimya kimya, nikavunja mipaka ya tamu. Moyo kanichagua mahali palipokatazwa likuwa nafikiria ni kupigia simu lakini utajua tu utakuwa naanije kwasiku chache umekuwa mrembo. Eh, vipi kwanza masuala, kazi, mimi? Ah, kazi, tena kwenye kazi kazi imeenda vizuri. Namshukuru Mungu. Uh, tuna likizo kama ya mwezi mmoja, kwa hiyo nitakuwepo sana. Yani nipo saizi <laughs> ni wakati wako, kwa hiyo yeah, then mara nyingi huaga, nakwambia hata siku moja nifike nyumbani nije kuwa visit, lakini like, siku bila naomba uondoe pressure. Yeah, shida hata anti naweza kuongea nayo oh. Si unajua maanti tena alafu unajua huko nilikotoka saa hizi niko vizuri kwa hiyo hata aunti tuna mzima tukuna namni <laughs> Ni sawa lakini like, mm. Subiri kwanza nikaongee naye baka ongee naye yeah. kila kitu sawa. sawa. <laughs> Kwa nilivyokumiss na, um, I can't wait kabisa baby. Kama tunaweza kuingia magetoni itakuwa vizuri sana si unajua muda mrefu umeniwahi. nitaka sasa hivi ndo nikwambie. Mimi mzako siwezi. Na hilo swala ndo uwaga unanifanya na, na kufa kabisa. <laughs> Dada, nyumbani. Sawa, nakuja.